Leo tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi wa tukio la uh, wiki ya AZAKI mwaka 2025. Ni tukio ambalo tumelifanya sasa uh, kwa miaka sita tunaingia mwaka wa saba mwaka wa 2025. Uh, lengo la kufanya wiki ya AZAKI ni kuleta pamoja wadau uh, wa sekta ya AZAKI um, kwa ajili ya kufanya mijadala mbalimbali ambayo inahusu maendeleo au mustakabali wa nchi ya Tanzania. Um, kila mwaka tuna utaratibu wa kurefresh maudhui um, ya wiki ya AZAKI na mwaka huu tutakuwa tunaangazia mchakato um, mzima wa dira uh, ya taifa. Um, Watanzania wengi wanafahamu kwamba mwaka huu tumeshiriki e, kwa, kwa um, kina sana kwenye proses ya kutengeneza dira yetu ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini ambayo ni fursa ambayo inakujaga mara chache e, mara moja kwa miongo miwili au miwili na nusu. Um, kwa hiyo sisi kama e, sekta ya zaki tunakaa pamoja kwa ajili ya kujadili ni nini tunaweza tukafanya kuchangia katika uh, yale maono ambayo tumeyaweka pamoja kama wananchi wa taifa la Tanzania, na mchango wetu kama sekta ya zaki hasa hasa utakuwa upi? Um, kwa hiyo theme ni pathways to progress, kwa maana ya kwamba ni njia gani tunaweza tukachukua kama taifa ili kuweza kufikia yale ma, ma, uh, matarajio ambayo tumejiwekea katika, uh, katika dira ile. Hii ni steering committee katika national level inayoleta asasi za kiraia au wazaki kutoka nchi um, kwa ujumla Tanzania bara na Zanzibar, lakini tunachoangalia sana sana kwenye CSOs ni namna gani kila mwaka ndani ya wiki moja tunatenga kuweza kukutana kama mashirika na wananchi au jamii kuweza kutathmini kazi ambazo mashirika sio ya kiserikali au wazaki tunaweza kuweza kutathmini uh, impact na maendeleo ambayo tumeyaleta katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hili tukio la CSO week uh, takribani mwaka wa nane sasa kwa mwaka huu 2025. Kwa tukiangalia miaka saba iliyopita tumeona faida kubwa nyingi sana za kukutana kama mashirika sio kiraia ya, ki, ya ya, ya Kitanzania. Kwa hiyo katika haya mashirika yote ni sisi ambayo tunaenda kufanya kazi za jamii ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa siku hii ya leo hapa tumekutana kwa ajili ya kulaunch maandalizi ya CSO week ambayo yatafanyika mnamo mwezi wa sita tarehe mbili mpaka tarehe sita na itakuwa mkoani Arusha. Sasa kwa mwaka huu kwa utofauti wa kipekee, tumekuwa tukifanya hili tukio uh, kila mnamo mwezi wa kumi au wa tisa, na tumekuwa tukifanya ndani ya mkoa wa Dodoma, tukahamia ndani ya Arusha kutokana na mapendekezo ya wananchi wenyewe na jamii, kwa sababu kiangalia hizi asasi au, au mashirika sio ya kiserikali mengi yapo katika maeneo ambayo tunaishi wananchi mikoani mbalimbali na wilaya mbali mbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo badala ya kufanyia tu ndani ya mkoa mmoja, wananchi wengi wameomba tuwe tunafanya rotation ili kuleta ile mwamko wa kisekta katika eneo moja ambayo itaweza kufikiwa na watu wengi. Kwa mara nyingine tena tunaenda kufanyia Arusha kwa mwaka huu. Sasa kwa nini tunafanya mwezi wa sita? Ni kwa sababu wadau wengi wameona kwamba tukifanya mwisho wa mwaka mnamo mwezi wa kumi ni mwisho wa mwaka ambapo inakuwa kidogo ngumu kutathmini progress ambayo tumeweza kuifanya. Kwa hiyo kwa kuwa theme ya mwaka huu ni pathway to progress. Tumeamua tuweze kuleta ifanyike mwezi wa sita katikati ya mwaka, kwa tunaangalia reflection ya mwaka January, June, kati ya January Juni, lakini pia tunaweka mikakati ya utekelezaji kati ya Juni mpaka Disemba. Kwa tumeona kwamba tuirudishe ni nyuma kidogo ili tuone je, yeah, tutakapokuwa tunafanya hivi na kukutana tunaweza kufanya kitu gani kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania lakini la pili, uh, hii wiki imekuwa ikileta wadau mbalimbali. Kuna upande wa serikali, kuna upande wa development partners na donors, lakini pia pamoja na kwamba ni asasi um, zisizo za kiserikali au Wazaki, tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na private sector. kwa sababu so, tunaongelea katika swala la namna gani partnerships zinasaidia kuleta maendeleo ya wa nchi yetu. Wote tunajenga nyumba moja, na sekta hizi zinatoa huduma zile zile ambazo sekta zingine zinatoa kwa badala ya kuduplicate efforts au kuweza kufanya kutumia resources hizo hizo, hizo kwenda eneo moja kuweza kusaidia jamii kwa ajili ya maendeleo na kuleta um, maendeleo ambayo atasaidia wananchi, ni vizuri tukajumuika pamoja kuangalia mikakati namna gani tuweza kutenga fedha na rasilimali au ruzuku kuweza kusaidia mikoa kadhaa kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo hiyo ndio dhana kamili ya kwa nini tunakutana kama CSO Week, na kwa nini mashirika tunashirikiana pamoja na tunashirikiana pamoja na private sector pia na nchi za jirani. Kuna nchi nyingi za jirani ambazo zimeona si hii platform yetu ya kutaka kuwa sehemu ya wao kuweza kujifunza kutoka Tanzania, lakini pia namna gani na wao wapeleke mafunzo yanayotoka Tanzania kwenye nchi zao kwa ajili ya ku strengthen the sector ndani ya hizo nchi kwa ajili ya kuensure kwamba tuna achieve these sustainable development goals. Na tukiangalia tumebakiza miaka mitano tu ya kuweza kukamilisha these SDGs by 2030 kwa tupo katika mkakati maalum kwa huu mwaka 2025 kuangalia how can we ensure tuna achieve hizo SDGs by 2030, lakini pia tuna measure progress ambao tunaifanya kwenye nchi ambayo tuna operate. Changamoto ziko nyingi sana tu, unaweza kuongelea kwa mfano, ukiongelea upande wa haki, uh, kwa upande wa wananchi kuna watu wengi ambao wanadai haki zao na haki ziko nyingi. Unaposema human rights zipo za kila aina, kwa unakuta hizi asasi ukiziangalia, ukizigaa kwa kila sekta kuna sekta ambazo zinadini na maswala ya human rights, zinadini na maswala ya kilimo, maswala mfano ya disability, watu wenye ulemavu, afya, elimu, miundombinu na vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunapoongelea changamoto, changamoto hazifanani mkoa mmoja hadi mwingine, na kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Kwa tunapofanya hii tathmini na kukutana kama sekta, tunachosema tunaangalia upande wa jamii. Jamii ndio ambayo inatuambia sisi tatizo na mahitaji ni nini ile tunapoenda kutengeneza miradi ile miradi tusitengeneze tu kwa sababu tunasema labda tuna uwezo wa kuandika proposals kupata funds. Hapana, kwa upande mkubwa sana ndani ya Tanzania karibia asasi nyingi, au sekta hii ya NGOs au civil society organizations nyingi zinatengeneza miradi ambayo inaenda kuaddress needs za wananchi, na tunasema kwenye kila andiko lolote la mradi lazima liwe inclusive na participatory kwa hiyo unakuta kwenye design kunakuwa na zile needs assessment. Kwa nikijibu swali lako, upande wa changamoto nitashindwa kuziainisha moja baada ya nyingine, lakini nimezitaja kisekta, kwa maana ya kwamba kuna civil society organizations ambazo zipo mpaka kwenye grassroots level, zile zipo kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba katika hilo eneo kama ni wilaya, kata, kijiji, huduma zinapelekwa. Ukiangalia mfano huduma ya afya kuna hospitali nyingi ambazo tuna, sisi tunasema sekta yetu ipo kwa ajili ya kuchangia jitihada za serikali kwao. Hatufanyi nje ya kile ambacho serikali inafanya na hatufanyi wenyewe, na hatutengenezi miradi wenyewe, tunashirikiana na serikali asilimia kubwa sana, na yenyewe inatoa miongozo kuweza kutupa miongozo, na tunaangalia vipaumbele. Kwa mwaka huu kwa mfano, mwaka huu wa fedha vipaumbele ni vipi ambavyo serikali imeweka. Na sisi kwa majina, naitwa Adamson Simba, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Association of NGOs TANGO, na leo tumefurahi kujumuika na wenzetu katika uzinduzi wa Wiki ya Zaki pamoja na mijadala mingine ambayo imekuwa imekifanyika leo, ikiwemo ya masuala ya kulinda mlaji ambaye, kwa mara nyingi, wamekuwa hawajui haki zao katika masuala ya pale ambapo wanaathirika kutokana na huduma au bidhaa wanazopewa na watoa huduma. Kwa hiyo tunategemea kwamba wiki hii ya AZAKI itakuwa sehemu ya kujengea uwezo jamii katika haki zao za za haki za ulaji, lakini pia sisi kama AZAKI kuangalia namna bora ya kuchagiza sera pamoja na sheria mbalimbali ambazo zina bado hazi, hazi, hazi wapi walaji ile haki ya ukikompea na wafanyabiashara. Kwa hiyo tungependa tu kwa hasa wananchi na wanaazaki kuweza kushiriki nasi katika wiki ya AZAKI itakayofanyika Juni, kwa, kama ilivyotangazwa hapo.